Kwa upande wa viongozi wa dini tunapaswa kukumbuka kwamba sisi ndiyo walezi wa kada zote, iwe vijana, wanawake, wazee, wafanyabiashara, viongozi wa jamii yoyote pana. Hivyo kwa nafasi yetu tunapaswa kupima maneno kabla ya kusema, kwani neno lina uwezo wa kujenga au kubomoa. Ndugu waandishi wa habari, tunaendelea kuwashauri baadhi ya viongozi wetu wa dini. Ni jambo la kusikitisha kiongozi wa dini kusema maneno anayojua wazi yatapasua, yataumiza au kupandikiza chuki. Hilo si ishara ya ukomavu, ni ishara ya utoto wa kiroho na kushusha heshima ya nafasi ya uongozi wa dini. kauli kama "Waliotetea amani walitetea kwa makusudi ama kwa ujinga." kauli hii, kauli kama hizi hazistahili kutamkwa na mtu mzima, tena kiongozi wa dini. Tunasihi sana baadhi ya viongozi wa dini, tujitambue. Sisi Waislamu mufti wetu alitupa msemo na tumeupitisha kama ni msemo wetu rasmi: jitambue, badilika Acha mazoea, jitambue. Wewe ni nani? Una nafasi gani? Una heshima gani? Wakati unasema neno hili, umemuumiza nani? Aliyelisema huenda kiongozi mwenzio wa dini, unamwambia mjinga. Sote tunafahamu umuhimu wa amani. Mtu anayebeza amani, mimi sijui kama kuna mtu anabeza amani, lakini akiwepo mtu anayebeza amani, labda ni mtu asiye na cha kupoteza Ukimwona mtu anabeza amani huenda ni mtu asiyekuwa na cha kupoteza, huenda hana familia, hana shughuli ya kumletia, riziki ya, ya kipato, labda yeye ni mtu tayari ni mtu special. Kila kitu ye anafanyiwa, gari anapiwa bure, kulishwa analishwa bure, labda mtu ana namna hii ndio anaeweza kubeza amani, lakini mtu ambaye ana fight anahangaika, ingia toka, ana mzigo wa familia hawezi kubeza amani mtu ambaye anayeweza kubeza amani na akaona thamani ya utulivu na anayehamasisha amani na utulivu ni mjinga, huenda mtu huyo ana, ana, ana, ana uraia wa nchi nyingine, kwamba ikitokea tatizo hapa, huenda ataenda hiyo nchi aliyonayo ya pili. Lakini sisi nchi yetu ni Tanzania, mahala petu ni Tanzania, hatuna mahala pa kwenda. Aidha, swala la kuvuruga nchi si jambo jema, wala si jambo la kufurahia wala si jambo la kushabikia. Kila mmoja wetu atumie lugha laini, lugha nzuri, lugha ya kujenga, katika kulijenga taifa letu. Lakini mtu mwenye akili timamu, mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu na anayejua mustakabali wa kizazi chake, hawezi kubeza amani. Tukumbuke pia maneno ya busara aliyoyatoa rais wa Burundi tarehe tatu mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano aliposimama pale katika sherehe za kuapishwa Mheshimiwa rais wa, wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Rais wa Burundi e, napenda kunukuu maneno yake, anasema, amani haina bei, na Watanzania nadhani sasa mmejua umuhimu wa amani, mwisho wa kunukuu. Viongozi wa dini tunapaswa kubaki kwenye vazi letu la heshima, ulezi unyenyekevu uadilifu maadili mema kwani maadili ya dini zetu ni jambo muhimu sana tukumbuke yaliyotokea ijumaa ya, ijuma ya tarehe 31 mwezi wa kumi na jumapili ya tarehe mbili mwezi wa kumi na moja kwa waislamu na wakristo iko misikiti ijumaa ya tarehe 31 haikuswali yako makanisa jumapili ya tarehe mbili hayakuswali baadhi ya misikiti haikuswali, baadhi ya makanisa hayakufunguliwa. ku, haya, haya yote yanatukumbusha kwamba kuswali ni haki yako wewe mwanadini, kuswali ni haki yetu, lakini kwa sababu amani ilikuwa imevurugika, haki hii tuliikosa. Kwa hiyo tunasisitiza haki haiwezi kupatikana kama hakuna amani. Amani ndiyo jamvi la haki halafu haki ni zao linalotokana kwenye amani. Tusidanganyane, tusiwadanganye waumini, tuambie ukweli. Baadhi ya wa waumini, mmeona hamkuweza kutekeleza ibada ambayo ni haki yenu kwa sababu tu pamevurugika. Tena viongozi wenyewe wa dini mashehe na maaskofu na mapadri na maustadhi ndio mliosimama kuambia wananchi au waislamu msije msikitini, msije kanisani kwa sababu pana vurugu. Kinyume chake, sihii kusali ni haki yetu lakini hatukuweza kuitimiza haki yetu, kwa sababu amani ilikuwa hakuna. Kwa hiyo tusiwadanganye waumini, tuendelee kuambia ukweli, umuhimu wa amani. Narudia eneo hili, amani ni jamvi la haki na haki ni zao la amani.